Upo sasa na viongozi mbalimbali ambao wanapatikana katika maeneo ya Pugu ya Kinyamwezi, lakini pia nataka nimpe fursa dadangu hapa au mamangu aweze pia kuniambia kwanza jina lake, lakini pia nafasi yake, baada hapo tuweze kuzungumza mambo matatu. Mamangu karibu. Asante kwa majina, naitwa anaitwa Hamisi Saidi Mauridi, ni mjumbe wa serikali ya mitaa ya Kinyamwezi. Tunafurahia kwa soko hili kufunguliwa, kwa sababu mimi na Kizimba hapa ni muda mrefu sana, wananchi wamewekeza hela zao, wamewekeza wa mali zao, lakini bado hakuna hakuna kinachoendelea, tupo katika sitafahamu, okay. Lakini tunamshukuru diwani wetu kwa sasa hivi amu hii anatupigania, anatamani soko hmm. liwepo hmm. na sisi wananchi tunamuunga mkono, tumefurahia na wananchi kama unavyoona wamejaa kwao, tunamwombea heri na baraka soko letu liweze kufunguliwa, okay. na atuko hapa kwa ajili ya kutweza utu wa watu wengine ambao wameweza kupita. Lakini kwa wewe binafsi unahisi eh, labda Frank Joseph Mangati magati ni wani diwani wa aina gani? Aa, ni sema tu ni diwani, ni diwani wa aina yake kwa sababu yeye ameliona jambo hili, wengine hawakuliona, walikuwa analipigia vita na halikuwa, lakini kwa uwepo wake yeye anataka liwe. Kwa kweli tunamshukuru kwa hilo, sababu tupo katika eneo lao, tupo katika mtaa ambao wao ndo wanausimamia au wanauongoza kwa namna moja au nyingine. Kwanza, a nataka uniambie jina lako. Kwa jina naitwa Bilal Mohamed Hassani, ni kiongozi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa eneo hili la, la Kinyamwezi a ni, ni kiongozi ni mwenyekiti wa okay, mwenye mazingira katika eneo eneo la Kinyamwezi, mwenyekiti wa unafanya z e iaba ndani ya sekunde kadhaa hii e, i jambo lililofanyika e, pamoja mtazamo wa Mangati. Kwanza ni jambo la faraji la pekee kwa sababu kuwapo viongozi ambao wamepita na hawakuweza kulitekeleza hili lakini yeye kwa mtazamo wake, na Mwenyezi Mungu jinsi alivyomwongoza, ni kwa muda mchache, lakini tumeweza kushirikiana naye na ile jambo linaenda kufikia mwisho tamati yake, kwamba ni jambo la kumpongeza. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, amuongoze ili tushirikiana naye kama sisi viongozi wa serikali mta, ya mtaa, na hivyo anavyotunga mkono, basi na sisi tutakuwa chachu ya viongozi waliopita. Hapa kuna wananchi wa mwanzo kabisa ambao tayari walishapata nafasi za vizimba. Ukiwa kama kiongozi ambaye upo katika eneo hili, nini rai yako kwa wananchi hao ambao tayari walikuwa na stakabazi zao na tayari walishapata vizimba katika eneo hili? Asante sana. Sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa ni viongozi ambao tumekuja kwa mtazamo mwingine kabisa uliopita. Kwanza sisi tunapenda haki na tutasimamia haki ya Wanakinyamwezi. Watu ambao tayari walishaingia katika hivi vizimba, wale wa mwanzo walioingia, na ndio watakao kwa mwanzo kupata vizimba katika eneo hili na watafanya kazi kwa weledi bila kubuguziwa na mtu yote, na sisi tulisimamia kama viongozi wa serikali ya mtaa, na mimi nitasimamia kama mwenyekiti wa mazingira katika eneo hili. Sisi tunahitaji pawe na mchafuko wa aina yote wa mazingira yangu. Okay. Kwanza kwa ujumla, wewe pamoja na mwenyekiti wa maeneo haya lakini pamoja na viongozi wengine, kwanza niwape tena kongole nyingine kwa mara pili, kwa maana mnafanya kazi nzuri zaidi, na sisi kama wananchi wenu huwa tunashuhudia kitu kama hicho. Kwanza nikutakia kila la heri katika kuendelea kufanya kazi yenu nzuri, asante sana, tunashukuru na Mungu awabariki sana, shukrani sana kwa muda, asante sana. Naam, huu ni miongoni sasa ma kiongozi ambao wanapatikana katika eneo hili la maeneo ya Pugu ya Kinyamwezi, na sisi kama media au kama ni vijana ambao tunafanya masuala ya habari, lakini pia ni vijana ambao tunatoka katika maeneo haya, kwa hiyo pia tunawiwa zaidi kuweza kuzungumza na wazazi wetu ambao ni walezi kwa namna moja au nyingine katika kupigania maslahi ya maeneo yetu ya Kinyamwezi.